Mvua ni nyingi, maji ni mengi, tunaathiri sana katika majumba ya watu. Niwaombe watengeneze mifereji ambayo inaenda kupitisha maji kupeleka baharini moja kwa moja, ili sasa hii changamoto ya maji iweze kuondokana, kwa sababu ni muda mrefu takriban miaka karibu kama sikosei kumi hivi tuna hiyo shida. Kwa hivyo changamoto ni ile ile ambayo inajirudia kila mwaka, lakini sasa niombe sasa kwa safari hii ifike mwisho na changamoto nyingine tu sio hii tena, lakini kila wakati tunalilia changamoto ni moja tu ya miundo mbinu. Lakini pia Tarura nao niwaombe, na nishafanya utaratibu nishakwenda kwao nishakwenda katika ofisi zao waomba ili watuchongee angalau kuchonga tu, lakini bado mpaka leo hawajafanya chochote. Naona hali dhahiri ikijionyesha kwamba kuto kuchonga kwa mwaka jana na mvua za mwaka huu, hali imekuwa ni mbaya sana takribani barabara kubwa mbili za kuingia kwenye kata Likombe zina shida, tukianzia na barabara ya Likonde Tumtawanya natokea shule ya sekondari Tandika kushuka bondeni, ile barabara hali yake ni mbaya na haipitiki kwa sasa. Lakini pia tukienda barabara nyingine ambayo inaitwa Likombe mji mpya, ile barabara ambayo inapandisha kabisa juu kwenye soko la Likonde e, inakwenda kukutana ile barabara ya Likonde Tumtawanya, ile hali ni mbaya na haipitiki kabisa na imeanza kutokupitika hata kipindi kile cha kiangazi kwa sababu mwaka jana mvua mwaka jana iliharibu na mwakao ndo imezidi kuharibu kabisa. Kwao hali kiwalisia ni mbaya, ndio maana miomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani, tuone sasa namna ya kwenda kutatua swali ile kwa dharura. Miundombinu ya barabara, wengi wamesema miundombinu ya barabara na kwenye kabrasha hizi tunaona na kama ambavyo tunakubaliana sasa hivi ni wakati wa mvua zimeanza. Kwa hiyo tujitahidi kwa kushirikiana na wenzetu wa Tarura na bajeti zetu za halmashauri kuona namna gani wananchi wanaenda kupatiwa huduma bila kuwa na vikwazo, lakini kwenye bajeti zetu ambazo tayari zipo zimepita, lakini naamini kwenye makumbukumbu zetu ya ipo kuna swala zima la ujenzi wa ofisi za serikali za mitaa kata karibia nyingi nazo zina changamoto ya ujenzi wa ofisi za serikali za mitaa. Tuna kila sababu ya kwenda kusogeza huduma kwa wananchi kwa kuwajengea ofisi za serikali za mitaa kwenye mitaa yao. Ikiwezekana tuifikie mitaa yote mia moja kumi na moja ya halmashauri ya manispaa Mtwara Mikindani.